Eh, bwana mambo vipi Mido Focus TV? Utakaposikia Mido Focus TV ni mziki na riziki. Hasa riziki zetu leo zimetuleta katika filamu. Na sio filamu tu, tumekutana na muigizaji mkali kwa sababu yupo muda kidogo. Atamsilia kashaigiza takriban kama mbili kama sijakosea ila hii ndio movie yake ya kwanza anatoa, ni movie ya kwanza. Anafahamika kwa jina la Official na kwa wasiomfahamu ila naamini wengi wenu mnamjua kwa sababu ni TikToker pia, ukaachana na filamu ni TikToker, lakini pia anacheza mpira, ana vipaji kibao, yote hapo tumia bwana mambo poa. Uko poa. Uko poa. Mpendeza. Asante. Uko poa kabisa mshaka. Wewe unafanya na? Hii ni filamu ya kwa ngapi katika kipindi cha? Hii ni nice. Filamu yangu ya kwanza. Na sijasema kwamba nimeproduce mwenyewe, hapana. Nimeshirikishwa sh, nime lakini mimi ndo main character kwenye hii kwenye hii filamu. Unaweza kupata kionjo kidogo nalo nini filamu? <laughs> inahusiana na ndoto za mtoto wa kike kufikia malengo yake, lakini atafikia malengo yake kupitia bima. Bima maisha ndio inafanya afikie malengo yake. Malengo ya mtu afikia na bima, sio kusoma. Actual, ni kusoma, lakini bila bila kuwa na uongozi mzuri kwenye familia au kuwa uongozi mzuri kati ya baba au mama mmoja wapo, basi huwezi kufikia malengo yako, ila Amanda aliweza kufikia malengo yake kupitia mama yake kumkatia bima maisha, kutokana na yeye hali yao ilikuwa ya chini. Bima maisha nikamsaidia kufikia malengo yake, sema mke so, pia alifariki akabaki peke yake Amanda. mwenyewe ndo wewe Amanda? ndo mimi. So, utama, <laughs> tutoke hapo sasa, tuje katika yes. Uigizaji wako ni e changamoto gani ambayo unapitia e, katika tasnia yako ya uigizaji? changamoto unaopitia, mimi kwenye tasnia sio changamoto ile ambayo watu wamezoea, kwa sababu wamezoea watu wengi kwamba wanawake tunapitia changamoto ya rushwa ya ngono lakini mimi ni mtu ambaye nimeingia kwenye tasnia, sija kupitia hiyo hizo changamoto, sija kupitia hiyo vikwazo. Ni mtu ambaye Mungu tu alinioshea kwa tamthilia yangu ya kwanza, nilipata bahati ya kukutana na producer wa kike, director wa kike, kwa hiyo vikwazo sikupitia, na tamthilia ilikuwa ilikuwa ni kubwa, kwa hiyo ilionekana kwa ukubwa. Hata kama sijafanya tamthilia nyingi ama filamu nyingi, lakini najua watu wanajua uwepo wangu. Kuja kupata rushwa ngono mpaka sasa hivi ulivyo, uh, unaaminishaje una, una, una, watu kwamba waje kupata rushwa ngono? Rushwa ngono kimaanisha kwamba sio kama sitaongozwa. Nataongozwa lakini ile rushwa kwamba eti ufanye ufanye kazi ndio utoe rushwa ngono ufanye kazi. Hiyo sijapitia. Kitu gani sasa au juhudi gani za makusudi ambazo unazifanya kwa kuwaaminisha watu kwamba bwana, kuigiza kuigiza sio wanawake tu sio wanaume tu kwamba hata wanawake ni poa na hakuna matatizo yoyote ambayo unaweza ukahofia ni kuingia katika tasnia. Um, wanawake wengi ama watu wengi wanaamini kwamba kuigiza mwanamke ni paka uti. U, u, utaku kimahusiano na producer ama director, lakini ni the way wewe utakavyojieka. Ukija kimapenzi utataka kimapenzi, ukija kwa ajili ya kazi utafanya kazi ili upate kazi, ukija kiugumu ngumu unakuwa kama hivyo kiugumu ngumu kama hivyo. Kitu gani? <laughs> Sasa kwa ninyi new generation, hebu ongea na viongozi ambao wanahusika na mambo haya tasnia. Kitu gani kiongezwe katika nyie watu ambao bado mnajitafuta? Elimu, ubunifu, tuwe na ubunifu, tuwe na stori zilizokuwa za Ubunifu. Yani, kila siku ni stori zile zile. Stori zipate ubunifu ziwe mpya ya yes, zibadilike, stori zisiwe zile zile kila siku, maisha yanabadilika, tutoke. Okay, sasa katika uigizaji TikTok Official nae unajua kidogo, so sana, ila mtu maarufu, si ndio? Kiasi chake. Katika mziki wa singeli hivi, ni msanii gani anakubamba sana, ukikaa ndani ile huwezi kulala bila kusikiliza ngoma? ni wengi, ni wengi sana, kuna kina Donny Breeze, kuna Mbido kuna kina naniliu nani Damora ila <laughs> ila mwenye mwenyewe bwana ni Marume ibla ibla Marume ule mtoto wa watu wazuri. Ndo namba moja katika list yako ya kizazi kipya? Mimi sinasemea kwa wote ambao wewe unawakubali, kwa kwa sababu huwezi kusema kizazi kipya Sema kwa wote na kwa so kweli. Kuna watu hapo. Si unemkubali wewe? Mimi sijasema na pamoja. Nemkubali. Malume namkubali hapo na namkubali. Ngoma yake ipi na kubamba? Mtaalamu. Namshikisha damu la. Yeah, Mungu ndo mtaalamu. Tondoke Zanzibar leo sio? Kipi fresh nacho kwa wasanii hawa? Fresh. Kinacho? Au fresh nacho kwa wasanii hawa? Wasanii sigeli fresh nacho. Ah, mimi sio mzuri sana kwenye maisha binafsi ya watu. Lakini kwa upande wangu mimi sipendagi maugomvi. Uh, ugomvi haya kuna hizi bifu ya spendi yani, huwa wasifatilii kwanza. Ok poa, atoke hapo tuje private kidogo, yani maswali abao sana na mziki. Kuhusu kama wewe umeona fishona, unaonekana yani, wewe inasemekana unaonekana yani upo katika hali ya kitomboi yani, watu wengi wanakuashumu ku, wana wanaku umwe kwamba bona ule, tomboy, ule <laughs> ni kama tomboi ule ni kama tomboi. Why leo upo na mwonekano wako, mimi mwanamke? E, ni mavazi tu, actually mi ni mwanamke and napenda ku dress like a man kwa sababu napenda wanaume wakivaa vile na enjoy, yaani natamani nami nione vile ni kivaa na, na, na kuaje, napenda yani, napenda zile swaga ile. <laughs> Kwa unapenda kuwa kama mwanaume? Sipendi kuwa kama mwanaume, lakini napenda swaga zao. Wewe ni hivi unapendeza Amna hivi nitaonekana siku ya harusi yangu tena so leo. Kwa hiyo sibadiliko kwa hivi moja kwa moja. Hamna bwana. Mazingira, mazingira hataki niwe hivi. Okay, unajibu DM za Instagram na TikTok. Najibu TikTok. Hii sasa hivi sijibu. Nilipigwa tukio. Eh, nilipigwa tukio moja. Sitaka nijibu DM za Insta tena. Yaani ilikuwa aje? Ah! Wewe ambaye anahusika atanisamea lakini Ila tu ni vile yani, alinipiga tukio, kwa maana kwamba yani naona kama ndo hata akija mwingine itakuwa ndo yale yale, yani mahusiano tena ya mitandaoni ndo na mara ya kwanza, lakini ah, sirudi tena. Ilikuwaje? <laughs> <laughs> Ushafikiria kuolewa? Ah, natamani niolewe hata leo, natamani sana <laughs> jamani, mchumba wangu bose, ulipo niowe basi, mchumba wangu aniowe tu. Okay basi, OfficialNaah tuishie kwa hapa kwa leo. Mashabiki zako ongea nao, tegemea vitu gani kutoka kwako? Wewe mashabiki zangu, nawapenda, first of all, nawapenda sana. Najua mimi bila nyinyi nisingefika hapa, nisingejulikana kama OfficialNaah. Mlinipokea vizuri, so nategemea, so, mt mtanipokea pia kwenye hiko koti jeupe, na mtegemee mazuri mengi yanakuja, maana yake kazi inalofanya sasa hivi sio ya kitoto. Tulie pamoja kwenye koti jeupe na pia tufikie malengo pamoja, nawapenda sana.